Serikali imetoa notisi ya siku saba hadi April 23 kwa nchi za Malawi na Afrika Kusini endapo hazitabadilisha uamuzi wao wa kuzuia uingizaji wa mazao ya Tanzania kwenye nchi nchi hizo au kupitishwa kwenda nchi nyingine kuwa itazuia mazao yao kuingia nchini pamoja na kuzuia vibali vya kusafirisha mazao yanayozalishwa kwenye mataifa hayo kwenda nchi nyingine kupitia mipaka ya Tanzania. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe wakati wa mkutano wa wadau wanaotekeleza miradi ya kuwezesha vijana na wanawake katika sekta ya kilimo, ambapo amesema sio mara ya kwanza Tanzania kuchukua uamuzi wa aina hiyo. Hatujawahi kumdistabu jirani yoyote, lakini majirani mara nyingi wamekuwa ni watu ambao wakiwa na njaa na shida wako milangoni mwetu, lakini wakishainukainuka inuka kidogo wanazuia mazao yetu kuingia kwenye nchi zao. Sasa mm -hmm. Haya mambo ya kuvumiliana aliyafanya Mwalimu Nyerere. We are no longer in fight ya front state, nini zilikuwa zinaitwa frontline states za kutafuta uhuru wa nchi ya mtu mwingine. Now we are in a phase of our own economic liberation, na sisi tunaamini kwenye trade facilitation kwamba wao wauze kwetu na sisi tuuze kwao. Malawi na wenyewe wametoa tamko, wizara yao ya viwanda na biashara, marufuku kuingia huko kwao tangawizi, mchele, mahindi, unga, nini. Lakini wakiwa na shida wanakuja WFP, Tanzania kununua mahindi ya Tanzania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 Malawi na wenzake kupitisha ma, mambo mengine mimi siingilii chuma, pitisheni fanyeni mnavyotaka, lakini kile kinachohusiana na mmea wa kilimo sitakiruhusu aidha kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi. Kuhusu mkutano wa wadau wanaotekeleza miradi ya kuwezesha vijana na wanawake katika kilimo, Waziri Bashe amewataka wadau hao kuhakikisha kiasi kikubwa cha fedha za miradi ya kilimo kinaelekezwa kwenye ujenzi wa miundombinu. Tano wa leo tulikuwa na wadau wetu muhimu, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, lakini kampuni binafsi na wadau wengine ambao wanatekeleza miradi ambayo inawasapoti vijana na wanawake kwenye sekta ya kilimo kufanya kilimo biashara kwenye programu ya BBT um, mdau mkubwa namba moja tangu kwenye kuiandaa mpaka kwenye kutekeleza ni wadau wa, mashirika, uh, wadau wa uh, sekta binafsi na makampu, mashirika sio kwa serikali ambao wana zaidi ya asilimia 76 ya majukumu ya kutekeleza programu ya BBT. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tumejiwekea tangu tulivyoanza utekelezaji wa programu ya BBT. Tunakutana nao kwa mwaka uh, kabla tujaenda bajeti ya mwaka unaokuja kutafakari kwamba tumetekeleza kwa, tumete, tumete, kwa kiasi gani kutoka upande wa serikali lakini pia kutoka kwa upande wa wadau pia wametekeleza kiasi gani, na mwisho wa siku huwa tunaandaa sasa mpango um, wa kuimarisha ushirikiano kwa mwaka unaokuja. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumefanya vizuri zaidi kwa sababu tumebainisha uh, maeneo na tumeanza uh, mchakato wa kuweka makubaliano na kwa kuanzia tumetengeneza kamati ndogo ambao ya wadau wenyewe ndio watakuwa wanaichea kwa ajili ya kuratibu masuala yote ya, ya, ya, ya, ya mchango wa mashirika yasiyokuwa ya serikali kwenye sekta ya kilimo katika kuwezesha vijana na wanawake. Tumepata washiriki wengi sana, zaidi ya washiriki 130 wameshiriki katika kikao chetu hichi na kimekuwa na mafanikio sana. Rikolto, tumekuwa tukitoa grants, grants maana yake ni fedha zinazokwenda kwa vijana moja kwa moja, na nimesema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 kwenye maeneo hii tunayosema ya short chain distribution, vijana wanao own hizi bajaji ambazo zinafanya distribution kwenye majiji yetu ni vijana, zimegharimu takriban milioni mia mbili na ishirini na tano ambao partly imetoka pia recolto. Kwa tumekuwa tukiwezesha moja kwa moja kwenye mtaji lakini pia tumekuwa tukiwezesha vijana kwenye kupata vitu kama solar dryer, uh, uh, solar irrigation, lakini pia kupata visima kama nilivyotangulia kusema kuna visima tumechimba sisi kama Rikolto visima nane ambao vijana wanavitumia visima vile kuzalisha mazao ya horticulture kama nyanya, vitunguu, hoho kwa mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Katavi. YEFA, ni kifupi cha maneno youth entrepreneurship for the future of food and agriculture ni mradi wa miaka mitano ambao lengo lake kubwa ni kuwafikia vijana wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 35 kupata fursa zilizopo katika sekta ya kilimo. Katika utekelezaji wa mradi huu, AGRA inashirikiana na serikali kwa maana ya BBT, lakini pia inashirikiana na wadau wengine wa maendeleo zikiwepo local ngos na katika programu hii tunatekeleza katika minyororo ya thamani minne kwa maana ya matunda na mboga mboga, mahindi, maharage pamoja na alizeti. Mapema leo serikali ya Tanzania imethibitisha kupokea taarifa rasmi kuwa serikali ya Malawi imezuia kuingiza mazao ya kilimo kutoka Tanzania yakiwemo unga, mchele, tangawizi, ndizi na mahindi, hatua ambayo imetajwa kuathiri moja kwa moja wafanyabiashara wa ndani. Kwa taarifa zaidi, endelea kutufuatilia, kulike share na kusubscribe chaneli yetu ya Washindi Media kwa taarifa zaidi.